Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Tuelekee moja kwa moja hadi kaunti nambari 40 ambapo wakulima zaidi ya elfu moja katika eneo bunge la Teso huko Busia kwa mara ya kwanza wamepata fursa ya kuhusishwa katika mafunzo ya kilimo biashara kwa kupanda parachichi. Wakulima hao sasa wameacha kilimo cha tumbaku ambacho kilikuwa kimekolea katika eneo hilo na kusababisha madhara mengi. Tumas, okay. Kilimo hiki cha parachichi za has kilichozinduliwa katika eneo la Chemasiri, Teso Kaskazini, sasa kinatarajiwa kubadili taswira hapa mbali na kuinua uchumi wa eneo hili ambalo kwa muda lilijulikana kwa ukuzaji wa mmea mharibifu wa tumbaku. <laughs> Wakulima walio na ari ya kuasi kilimo cha mmea huo hatari walimiminika hapa katika chuo cha kiufundi cha Chemasiri ili kupata mafunzo ya jinsi ya kupanda na kukuza parachichi za biashara. Jumla ya miche elfu ishirini itapeanwa kwa wakulima katika eneo hili kwa bei nafuu ya shilingi hamsini kwa mche mmoja, huku wakulima hapa wakitarajiwa kupanda miche elfu sitini ya parachichi kufikia mwisho wa mwaka huu. Ukuzaji wa parachichi unanuiwa kuwa kilimo mbadala ili kuwaondoa kulima kutoka kwa kilimo cha tumbaku ambacho kimeharibu rotuba na mazingira. Kwanza kwa ajili ya ku kwa, kwa ajili ya kuhimiza mahitaji ya wananchi hasa zaidi. The presidential direction on planting 15 million trees to respond on climate change, the area MP has seen it fit to bring avocado farming because these other trees Uh, Teso farmers have always destroyed in curing tobacco, doing charcoal and also uh, curing bricks. Uh, after two years a farmer can get around 300,000 Kenya shillings depending with how he has fed his trees. But after five, six, seven years a farmer can make even more than 1.2 million to 2 million. Kwa hivyo mti huu kompea tule mwingine. Ukisikia miti mingine imekuwa na madhara tofauti tofauti kwa wananchi eh? Kwa sababu unasikia ya kwamba ukienda kuchoma tobacco, at some point wewe mwenye umepanda jirani yako pia ile moshi tayari inamwathiri, lakini mti huu it's environmental friendly, na unalea mti yako, yako vizuri, hakuna mambo na eh, ile management si ngumu as compared to miti mingine ambayo ilikuwa tukifanya pale zamani. Wakulima waliopokea mafunzo hayo na waliokuza tumbaku kwa miaka mingi wamejawa na matumaini si haba kuwa kilimo hicho kitawainua kiuchumi, mbali na kuboresha lishe. Ni chakula, avocado ni mafuta. Hata ukikosa mafuta kwa mboga, ukiwekwa avocado unaweza kuenjoi kukula. Sisi nyuma tulilima tumbaku, lakini hatukuona faida ya tumbaku. Madhara ndio tulipata. Ya kwanza, mtu anagonjeka kifua, wakienda kupima ni moshi. Sasa saizi tumeletewa na tunajua tunaweza produce na kutoa splits kwa hizi to graft tunao zetu. Aina hii ya parachichi inakomaa baada ya miaka miwili na kupata soko la haraka has produced enough seedlings that will benefit the entire population of Teso North. We are starting with the 20,000 seedlings that are being distributed now. Uh, next we'll do another 20,000 to make it 40,000 by the end of this year. We expect to have 60,000 seedlings provided to the community of Teso North. wakulima walio na mashamba madogo wameshabikia uji wa kilimo hicho kwani watatumia mashamba yao madogo kupanda parachichi pamoja na mazao mengine yanayoandamana it's going to be a very good economic tree plant especially in this area you know you have small pieces of land ukipanda avocado it's going to give you a constant income after two years and also in between ni kilimo ambacho kimekumbatiwa pakubwa na wakulima wa kaunti jirani ya Siaya. Vijana wakitakiwa kujitosa katika ukuzaji wa parachichi msimu huu wa mvua ili kujikwamua kutoka lindi la umasikini. Mm -hmm. Sawa, sawa. Hey. So, Jen Cherotich runinga ya Citizen Busia Now.